Agather, walimpeleka wakamuweka huko boda ya Tanzania na Uganda, huko uh, panaitwa uh, Mutukula. Sasa yuko na dada yake, hali yake uh, siyo nzuri siyo nzali, nzuri, kwa sababu alipigwa, walinyanyaswa walinyanyashwa uh, wote na Boniface. Hali yake siyo nzuri sana, lakini anaweza kuongea uh, wanaandaa wana kumpeleka hospitali. Sasa ameumia katika maeneo gani ya mwili? Kwa mfano uh, Bonifasi alionekana hawezi kutembea vizuri, na Agather naye yuko katika namna gani ya muonekano? Mm, alipigwa miguu, ameniambia kwamba alipigwa miguu sana, lakini walichofanya hizo siku kutoka Tuesday, kutoka Tuesday Tuesday hadi jana walikuwa wanampatia pain killers pain killers kila siku ili, um, awachwe akiwa ni uvivu ume, umetulia. So alipigwa miguu uh, kuliko miguu uh, hata, um, ameniambia kwamba walimtoa nguo zote siku ya kwanza, walimtoa nguo zote wakampiga akiwa uchi uh, wakati wanampiga picha ya, ni ni vibaya sana, ni vibaya sana uh, hata vingine hakuweza kusema. Anasema hao waliompiga walikuwa wakimweleza nini wakati wote, wakati yeye akifanywa hivyo, walikuwa wanamwambia nini? Uh, walikuwa wanamwambia eti wameenda ku uh, to disturb peace ya Tanzania eti wao wana- wametumwa na wazungu, lakini hawakumwambia kitu chochote ambacho chiko clear kama ame kuna sheria yoyote ambayo hakufuata hapana. Hawakumwambia hata, uh, awaku they didn't even try ama to charge him ama kumpeleka uh, koti. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hata wao walikuwa wanajua kwamba hakuwa na kosa lote, yeah. Lakini walipi, alipiva akiwa anaambiwa anayam, hiyo tu wameenda huko ku disturb ya Tanzania. Alikuwa katika maeneo gani ya Tanzania, anakumbuka maeneo aliyopelekwa? alikuwa Dar es Salaam. alikuwa Dar es Salaam siku ya kwanza headquarter ya polisi, alafu siku ya pili akapelekwa mali pengine hakujua mali ambapo alipelekwa siku nyingine, lakini kwanza alikuwa na polisi, alipigwa akiwa na polisi, alipigwa na mapolisi wakampatia watu wengine wakati wanamwambia kwamba ata, atajua Tanzania itawao watu wamfundishe Tanzania kamili. Bila shaka bado yatakuwa madai tu mpaka yathibitike, na pengine labda polisi wat, wat, waseme lolote. Lakini nani alimpeleka eneo la mpakani ambapo nyinyi mmemkuta? Alisema kwamba alipelekwa uh, alipele huko na uh, six men, walikuwa kama sita, lakini alikuwa amefungwa macho, kwa hiyo hakuona. Siku kutoka mande alikuwa amefungwa, walimpiga wakiwa wamemcover face, kwa hiyo hakuwaona. Lakini alisema kwamba kusikia vile walivyoongea, walikuwa kama watu watatu garini. Wakamuweka kilomita mbili kabla ya kufika mpakani hapo Mtukula akawauliza kwamba sina pesa yoyote, hata pesa yake walichukua, hata simu yake walichukua. Akawauliza sasa nitafika- nitafikaje bila pesa bila simu, akamwambia we tafuta namna ambayo utafika. Akatembea hadi boda, 2 kilometers ufika boda, lakini tulikuwa tu uh, already tuna tuna guess kwamba vile walidrop Boniface uh, mpakani. Hata yeye tulifikiri atawekwa ata huko, dada yake alikuwa njiani wakati huko akienda Mtukula. Sasa uh, Agatha alipofika um, mpakani, akampigia akampigia dada yake simu, alipata simu kwa mtu hapo mpakani, akampigia simu, alikuwa njiani uh, sasa uh, yeah, hivi yuko wapi Agather? Si uh, sijui, sijui mi niliongea naye uh, mara ya mwisho alipo, walikuwa njiani, lakini hata uh, nadhani asingetaka asingependa watu wajue mahali aliko sasa kwa sababu bado haj... ako na ile fia, hajui nini wanaweza kufanya hata akiwapa, kwa sababu walimtisha, wakamwambia ukisema chochote amba, ambacho uh, uh, tumekufanya utaona vingine uh, ambavyo tutafanya tuta, tuta, tuta. Nyinyi kwa upande wenu, wanaharakati mmefanya nini kuhakikisha pengine labda Agather anapata haki yake uh, kabla ya kuachwa? Kuna vitu vingi ambavyo tumejaribu kuongea na embassy, kuongea na maofisa hapa Uganda, ingawa hawakufanya uh, anything lakini ilikuwa tu sauti ya watu wa Kenya, wa Ganda, hata huko Tanzania watu wengi wa, wa, wa na wanaongea uh, social media especially, nadhani ndiyo, ndiyo sababu ilikuwa ngumu kwao kuendelea ku, kwa, naye bila sababu yote. Lakini sasa tunaona tutakachofanya especially uh, ile apate uh, justice. Hatuwezi kuona hii ikifanywa na ina, ina baki hapo uh, mtu akunyanyaswa hivi na nothing gets done. Kwa hiyo tutaona cha kufanya, bado tunangojea uh, apone wama to improve, akiimprove uh, uh, tutaona la kufanya, lakini haitabaki hapo. Ninyi wanaharakati, mnajihisi vipi pale yanapotokea mambo kama haya, vitisho vya namna hii? Mnajihisi amko uhuru kufanya kazi yenu? Mmekata tamaa pengine labda? Yeah, uh, of course, na tisha si ni kitu kibaya sana kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo tulikuwa na uh, some hope. Uh, tulikuwa tunafikiri kwamba haya mambo yamekuwepo Kenya, Uganda lakini uh, tulidhani kwamba kwa msingi ambao uh, Nyerere aliacha na vile tulikuwa tunasikia kuhusu CCM tulifikiri kwamba Tanzania iko tofauti, lakini hii imeonyesha kwamba ni vitu vingi ambavyo vinafanywa huko Tanzania lakini hatu, hatusikii huko, we don't get to know, vinafichwa huko Tanzania. hii ime- um, imesaidia kuonyesha kwamba hata huko uh, Tanzania kuko abuses nyingi kwa um, upande wow, wetu ya uh, it is frightening uh, ni kitu ambacho kinatisha, lakini hata hii imetuongeza bidii ya kuongea bidii ya hata kuongea kwa watu wa Tanzania, sio tu kwa Boniface na Agatha lakini ishu ya Boniface Boniface, sina Agatha, imeonyesha kuongelea especially hao ambao wako gerezani bila kuwekwa uh, bila being taken to court, so tutaendelea na kufuata mambo yao, tutaendelea na kuweza kujua, na tukipata list yao watu we shall be exposing them yeah. Kwa hiyo kama vile tume, Agatha amesaidiwa na Watanzania na Wakenya hata sisi hii imetuleta imetuunga together to speak uh, kwa wengine, kwa sababu hii ni East African community tunajaribu kujenga. Hatuwezi kujaribu kujenga East African community wakati hatu um, hatujali nini na happen Kenya, nini na happen Tanzania. Sisi wote ni, ni moja na tutajaribu Um, to work together wewe una uhusiano gani na Agatha? Agatha, tuko na shirika moja ambalo tunafanya kazi ndio inaitwa Agora, an organization called Agora na ni kazi kuhusu accountability, kuhusu injustices, kuhusu kuexpose um, vitu ambavyo vina Uh, vinakuwepo kwa gavumenti, maofisa wa serikali, lakini uh, especially vitu kama corruption, vitu kama abuse of power, vitu kama hivyo ambavyo vimefanywa kwa Agatha na um, na Boniface. Na una nafasi gani eh, katika Agola na Agatha ana nafasi gani? Agather ndiyo ED. Agather ndiyo mkuu wa Agora. Uh, mi Agora niko kama advisor, niko kama strategic advisor. Nashukuru sana kwa kushiriki mahojiano haya na pengine tutakutafuta wakati mwingine pale ambapo patatokezea jambo au mwendelezo wa jambo hili. Haya, karibu karibu.